Tipi Mazembe amefika pale alipofika ni kwa sababu alimpiga AS Tunis 2015 kwenye klabu bingwa Afrika finali. Na maana ndio maana Tipi Mazembe mpaka leo kwenye historia za, za, za, za soka hapa Afrika yumo na ana historia nzuri, kwa sababu amekutana na watu wakubwa. Kwa hiyo mimi binafsi nilikwambia, Bwana Mnyasa mm. ni kwamba e, hawa watu tuliopanga nao ni watu sahihi na tumewapata kwa wakati sahihi umenelewa mm? na unajua kwa nini watu wengi wana, wana, wana, wana, wana, nani? Kwa sababu bwana Mnyasa, kwa sababu mimi ni mzee wa fact, nazungumza fact. Ukiangalia kwenye lile kundi letu, ukimtoa Ahali hakuna klabu yoyote ambayo imefanya vizuri ndani ya miaka minne hii. Ukimtoa Ahali hakuna klabu yoyote iliyofanya vizuri tofauti na Yanga Africa Sport Club, kwa sababu sisi tumefika finali ya CAF Confederation Tumefika, kota na tumefika na tumefika kota final, umenelewa, na tumefika na, mpaka sasa hivi nafikiri tupo kwenye top 10 za renki za, za kafu bara Afrika, ni kwamba kwenye kundi letu namba moja ni Ahali, namba mbili ni Yanga, namba tatu farabati, namba nne nani yeye, sikabilie manake yeye, Yanga tumeshika nafasi ya pili. Ni tafsiri ni kwamba Yanga kwa ndani ya miaka minne hii tumefanya vizuri zaidi kuliko Farabati, hiyo ni statistic na ri, na ni reality, nazungumza uhalisia wa bana, even tubaki hapa hapo kwa Young Africans eh ee, ukianza na e, bila shaka na Farabati hmm. E, mchezo huo utapigwa pale visiwani Zanzibar. Kuna watu wanauliza kwa nini mmeenda Zanzibar? Kwa nini msicheze Benjamin Mkapa kwenye uwanja ambao mara nyingi mnautumia kwenye mashindano ya kimataifa? Ah, ah, mimi binafsi kama mwanachama japokuwa hatujaambiwa sababu kwa nini tunatoka Mkapa tunaenda Zanzibar, japo kuwa mimi binafsi nilitamani mechi ichezeke kwa Mkapa, kwa sababu kwa Mkapa tunaamini ni uwanja ambao unafikika, ni sehemu ambako sisi wanachama tunaweza tukafika, ambao wenye uwezo wa chini na wajuu wanaweza kwa kupata uwezo wa kufika umeelewa. Lakini vilevile Zanzibar kuna wanachama vile vile wa klabu ya Yanga lakini E, eh, kwangu mimi kusema ni kwa, kwa nini tumetoka hapa tumeenda kule, naweza kusema labda kwa sababu msimu uliopita tulishindwa kupata matokeo mazuri kwenye ule uwanja hatua za makundi, kitu ambacho kilipelekea sisi kushindwa kwenda hatua ya quarter final, na ndio maana viongozi wetu wameona labda wabadilishe upepo, waitoe mechi kwa Benjamin Mkapa waipeleke Zanzibar. Labda mimi naweza naweza kusema labda shida inaweza kalaba, ikawa hapo, lakini ukisema sababu ya msingi kabisa ambayo inaweza kawa tofauti na ninayozungumza hiyo, haipo kwa sababu uwanja wa Benjamin Mkapa ni mzuri juzi umetoka kuhosti